Wakati chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kikieleza kwamba kina taarifa za mpango wa Samia Suluhu Hassan kukifutia usajili chama hicho kwa kutumia kigezo cha ripoti kutoka tume ya Jaji Othman Chande inayofuatilia wimbi la mauaji yaliyojiri nchini Tanzania kuanzia Oktoba ishirini na tisa, tume hiyo pia imeanza kutuma meseji kwa watu binafsi, meseji ambazo ni za hatari kama itakavyoelezwa kwa kirefu katika makala hii. Kadhalika, makala hii ina taarifa za Marekani kuikatia msaada Tanzania, msaada wenye thamani wa matrilioni ya shilingi. Kwa hiyo makala hii ina habari kuu tatu. Moja ni hiyo ya Chadema kuwa na taarifa kuwa Samia ana mpango wa kufutia usajili chama hicho kwa kutumia tume hiyo ya mchongo ya Jaji Chande lakini pia tume hiyo imeanza kuwasiliana na watu kuwatumia meseji ambazo ni za hatari kama itakavyoelezwa katika makala hii, na habari ya tatu ni kuhusu uamuzi wa serikali ya Marekani kufuta msaada uliokuwa upelekwe Tanzania, msaada wenye thamani ya matrilioni ya shilingi. Kwa hiyo kwa kuanza na hiyo habari ya kwanza, ni kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimeeleza kwamba kina taarifa kuwa Samia Suluhu Hassan ana mpango wa kuitumia tume ya Jaji Othman Chande kuifutia usajili Chadema. Sasa unafahamu hii tume ya Chande ya Jaji Chande tume ya mchongo, kwa sababu imelalamikiwa, sio tume halali, na tayari kuna kesi imefunguliwa mahakamani kupinga kuhusiana na hii kesi, kwa sababu kesi kuhusiana na hii tume. Tume hii imeundwa na Samia uh, kwa lengo la kudai kuwa inachunguza matukio yaliyojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa lakini kila mtu anafahamu nini kilichojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa, ambapo Samia mwenyewe alituma askari na watumishi wa vyombo vya dola kuwaua maelfu ya Watanzania. Sasa yeye kuunda tume ya kuchunguza matendo aliyofanya yenyewe ni kama mzaha wa namna fulani. Kwa hiyo hakuna chochote kinachotarajiwa kutoka katika hiyo tume, lakini pia tume hiyo muundo wake ni ya watumishi wa zamani wa serikali, watu ambao wana maslahi na, na yaliyojiri hivi karibuni. Kwa hiyo hakuna kinachotarajiwa katika tume kutoka katika tume hiyo. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimethibitishwa na CHADEMA ni kwamba wameeleza kuwa wana taarifa kuwa Samia anataka kuitumia tume hiyo ili kuifutia usajili CHADEMA ni kwamba hivi karibuni pia alisikika huyu Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akisema kwamba kuna chama kitafutwa, na CHADEMA wanasema kwamba kauli hiyo haikuwa ya bahati mbaya na huo ndio mkakati ambao unapangwa dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ni kwamba baada ya maandamano yale ya Oktoba 29 na ambayo yalipelekea vifo vya maelfu ya Watanzania, kuna maagizo ambayo kwa mujibu wa taarifa ilizotoka huko Chadema kwamba msajili wa vyama vya siasa alikabidhiwa jukumu la kuifuta Chadema na maagizo hayo yalijikita katika ku jaribu kutengeneza picha kwamba maandamano yale Oktoba ishirini na tisa yaliandaliwa na CHADEMA, CHADEMA ndio iliyohamasisha yale maandamano na ndiyo ikawahamasisha hao vijana walioandamana. Lakini ukweli unafahamika bila hata kuingia kiundani kwamba maandamano yale yalikuwa ni ya wananchi, yalikuwa maandamano ya vijana wanaofahamika kama Gen Z. Hakukuwa na ushiriki wowote wa, wa CHADEMA Uh, sana labda pengine ni hoja ya no reforms, no election, ambayo kimsingi vijana wa Jenzii waliichukulia kwa sababu uchaguzi una maslahi kwao pia, wao wow, kama, kama future ya Tanzania wana, wa, ni waathirika wa moja kwa moja wa uh, chaguzi mbaya, chaguzi ambazo haziendani na sheria, taratibu na kanuni za uchaguzi. Kwa hiyo ajenda ya no reforms, no election japo ilitumiwa na vijana wa Jenzii haikumaanisha kuwa maandamano yale yalikuwa yameandaliwa na Chadema. Kwa hiyo Samia alijaribu kuangalia uwezekano wa kuifutia usajili Chadema wakati huo kwa kigezo kwamba imeandaa hayo maandamano, lakini hilo likagonga mwamba kwa sababu hakukuwa na ushahidi wowote au uthibitisho wowote kuwa Chadema imeandaa hayo maandamano, na kwa hakika haikuwa imefanya hivyo. Hata hivyo baada ya hilo kushindikana, inaelezwa kwamba Samia sasa ameiagiza tume ya mchongo iliyoundwa na Jaji Othman Chande kwamba ifanye kila linalowezekana katika ripoti yake ieleze kwamba Chadema ndiyo chanzo cha maandamano ya Oktoba 29, kwamba badala ya lawama kuelekezwa kwake, Samia, aliyepelekea mauaji ya maelfu ya Watanzania ambao takwimu zinadai kuwa idadi waliouawa wanazidi watu elfu kumi, anataka kwamba lawama hizo sasa zielekezwe kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwamba ndicho kilichohamasisha vijana kuandamana na kigezo hicho kitumike kukifutia usajili chama hicho. Kwa hiyo um, kwa mujibu wa, wa maelezo hayo ya Chadema, wanadai kuwa viongozi kadhaa wanakamatwa, uh, wa chama hicho, na kwa hakika kumekuwa na wimbi la kukamatwa kwa viongozi mbalimbali mbali wa Chadema na wana, wanabambikiwa kesi ya uhaini na wengine wanabambikiwa kesi ya ugaidi, na hata hivyo si tu kukamatwa bali kuna jitihada kubwa zinazofanyika kuwashinikiza watoe false confession, kwamba walazimishwe kukiri makosa ambayo hawaja yafanya. Na mfano unatolewa huko Bunda ambako a, a, ka, alikuwa kaimu katibu mkuu wa Bavicha taifa Yohana Kaunya aliteswa na kuvunjwa miguu yote, kisha akalazimishwa aseme kuwa yeye ni mjumbe wa sekretariati ya CHADEMA uh, taifa, cheo ambacho hakipo. Uh, ni yani, hana cheo hicho, hakuwa katika cheo hicho. Lakini wakati wanamtesa, walimlazimisha akubali kuwa yeye ndiye aliyeteuliwa na kamati kuu ya CHADEMA kuratibu maandamano ya Oktoba ishirini na tisa nchi nzima, na kwamba yeye ndio alileta watu kutoka nchi jirani na wakamlazimisha aweke sahihi kwenye maelezo ya uongo na kwa sasa uh, huyo bwana Yohana Kaunya yupo gerezani Bunda, ambako amepewa kesi ya uhaini, lakini hawezi kutembea na hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kumwona. Kwa hiyo huyo amelazimishwa kutoa kukiri uh, vitu vya uongo kwamba yeye alihamasisha maandamano kwa maagizo eh, ya CHADEMA. Lakini pia kuna mwenyekiti wa CHADEMA wa mkoa wa Kigoma anaitwa Rajabu Mujoro uh, na pia mwenyekiti wa CHADEMA wa Kasulu pia nao wamepewa kesi ya ugaidi. Nao waliteswa sana, wakalazimishwa kukubali kwamba walipanga njama za kuingiza silaha kutoka nchi jirani. Kwa hiyo, well, hao ni baadhi tu ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutoka takriban kila kona ya nchi ambao wanateswa, wanakamatwa, wanapigwa na kuumizwa, na lakini kubwa ni kulazimishwa kukiri makosa kwamba walihusika kuandaa maandamano ya Oktoba 29. Lengo ni kwamba kama watu wengi wanahusiana na Chadema, viongozi wa ngazi mbalimbali wa Chadema watakiri kwa kulazimishwa. Huu utatumika kama ushahidi kwamba chama hiki kilihusika katika kuandaa maandamano hayo. Kwa hiyo, hii ni taarifa ambayo imetolewa rasmi na Chadema wenyewe wakieleza kwamba wanafahamu kuhusiana na mpango. Huenda mpango huu kafeli kwa sababu hizi ni hila ambazo zime kuna hila nyingi zimefanywa dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ikiwa ni pamoja na unyama unaoendelea wa kumweka gerezani mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye sasa ni mwezi wa nane unaelekewa tisa, bado yuko gerezani akiwa amefunguliwa mashtaka ya mchongo ya uhaini. Baada ya taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine ambayo inahusiana na hii ya, ya, ya, ya tume hiyo hiyo tume ya ya Jaji Chande. Sasa taarifa ni kwamba tume hii imeanza kutuma meseji inatuma meseji kwa watu mbalimbali mbali. Na hizo meseji zinazotumwa aa, ni kujaribu kuwahamasisha watu mbalimbali mbali kutoa taarifa kuhusiana na yaliyojiri kuanzia Oktoba 29. Sasa changamoto ni kwamba hizo taarifa zinazohitajiwa kwa upande mmoja ni hizo zinazotakiwa kusapoti maelezo kwamba CHADEMA ndio waliohusika na maandalizi ya, uche, ya, ya maandamano ya Oktoba 29. Lakini hata hivyo watu ambao watakuwa na taarifa sahihi, kwa sababu kuna watu wameshuhudia ndugu zao wakiuawa, kuna watu wameshuhudia ubakaji, kuna watu wameshuhudia ulawiti, kuna watu wameshuhudia matukio kadha wa kadha, kuna watu waliokamatwa na kuachiwa, ambao wameshuhudia unyama mkubwa katika uh, selo za jeshi la polisi. Hawa ni mashahidi lakini tatizo la msingi ni kwamba kila atakayetoa ushahidi atakuwa anajisalimisha kwa hawa maharamia. Kwa hiyo ni muhimu sana, na hii sio taarifa, hili ni ombi kwa kila anayesikiliza ujumbe huu kumfahamisha mtu kwamba atakayepokea ujumbe huo kutoka katika hiyo tume kwa sababu wanatuma ujumbe kwa message, wanatuma ujumbe kwa DMs, wanatuma ujumbe kwa njia mbalimbali. Inaelekea wanashirikiana na makampuni ya simu kufikisha huo ujumbe kwa watu mbalimbali, wakitaka kama una taarifa kuhusiana na yaliyojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa uyawasilishe kwa hiyo tume. Lakini ukilogwa kutoa taarifa yoyote kwa tume hiyo utakuwa umehatarisha maisha yako, kwa sababu njia hii inatumika pia kuangamiza kila mwenye ushahidi wa yaliyojiri Oktoba ishirini na tisa. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, usitoe ushirikiano wowote kwa hii tume. Lengo la hii tume sio zuri. La kwanza ni kujaribu kumsafisha Samia la pili ni kujaribu kutengeneza taarifa za uongo zinaweza kupelekea Chadema ifutwe, lakini la tatu ni kuhakikisha kuwa kila mwenye taarifa sahihi za matukio yaliyojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa anateketezwa. Kwa hiyo hili ni la muhimu sana kwa kila anayefahamu au anaye ndugu na jamaa na rafiki atakayeelewa taarifa hizi, ni muhimu kuhakikisha kwamba unatoa ta, unawapa una tahadhari kujibu meseji yoyote itakayotumwa kutoka katika hiyo tume ya mchongo itapelekea uh, hatari kubwa sana. Habari ya tatu na ya mwisho ni kuhusu Marekani kufuta msaada uh, wa matrilioni ya fedha ambao ulikuwa umeelekezwa nchini Tanzania. Sasa taarifa zilizopatikana jana zinaeleza kwamba Marekani uh, imetoa matrilioni ya fedha kwa Uganda, uh, kwa Rwanda Uh, kwa Kenya lakini Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizonyimwa msaada huo. Uh, na msaada huo ulikuwa ni kwenye sekta ya afya, ukilenga zaidi kuhusu vifaa vya tiba, kuboresha ya mifumo ya takwimu za afya, kutoa huduma za upimaji na udhibiti wa maambukizi mapya, na motisha kwa ajili ya watumishi wa sekta ya afya. Sasa Tanzania Haya ingi, haipo katika, imetolewa katika orodha ya nchi ambazo zilipaswa kupatiwa msaada huo, na sababu zilizotajwa za kuiondoa Tanzania katika orodha hiyo ni changamoto za kidemokrasia, ikiwa ni pamoja na wimbi la mauaji ya maelfu yaliyoanza uh, yali kutokea hapo Oktoba ishirini na tisa mpaka hivi karibuni na fedha hizo zilikuwa zina umuhimu mkubwa, na ukidhani kwamba hili ni dogo, fedha hizi zilikuwa na umuhimu mkubwa kwa sababu pamoja na mambo mengine zilikuwa zikipeleka uh, katika ununuzi wa dawa uh, kama dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hili litakuwa ni janga kwa hakika. Habari hii inaweza kuonekana kama ni nzuri kwa sababu taifa limenyimwa msaada, lakini kwa bahati mbaya watakaoathirika ni wananchi wa kawaida kwa sababu mtu, wakawaii, mwananchi wa kawaida hana uwezo wa kununua. Kwa mfano mtu mwathirika wa virusi vya ukimwi hana uwezo wa kununua dozi uh, sei ya mwezi mzima ya ya, ya, ya tiba ya maradhi hayo kwa sababu ni ghali sana, lakini haya yote yametokana na hayo yaliyofanywa na Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hii pengine ni miongoni mwa sababu ambazo zinapaswa kuwahamasisha wananchi hung'oa utawala huu kwa sababu unawaingizia, licha ya kusababisha vifo vya maelfu ya Watanzania, sasa unawaletea mabalaa mengine ambayo yatatokana na kukatwa kwa misaada kama huu msaada uliokuwa utoke nchini Marekani. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni hapa kwenye comment. Asanteni na kwaheri.